Rais wa Urusi, Vladimir Putin, amesema mazungumzo yake na rais wa Uchina, Xi Jinping, yamekuwa na wazi, viongozi hao wakikubaliana kuimarisha uhusiano wao pamoja na kutetea historia ya vita kuu ya pili dunia, ambayo amesema nchi za Magharibi zinajaribu kuipotosha. Udugu wa kivita wa watu wetu ulioanzishwa wakati wa miaka migumu ya kivita ni moja ya nguzo za msingi za ushirikiano wa kisiasa na wa kina na ushirikiano wa kimkakati kati ya Urusi na Uchina. Tunaendeleza uhusiano wetu kwa faida ya watu wa nchi zote mbili na sio dhidi ya mtu yeyote. Uhusiano wetu unategemea usawa, manufaa ya pande zote mbili, na sio kuongozwa na maswala ya muda mfupi. Nia ya kujenga mahusiano ya ujirani mwema, kuimarisha urafiki na kupanua ushirikiano chaguo la Urusi na Jamhuri ya Watu wa China kwa kuzingatia mwingiliano wa kimkakati.